Unatafuta Kalonzo wewe, enda kule wa munyoro, tafuta Rigiji uzungumze naye. Otherwise sisi tumeamua kutembea pamoja. Tulianza safari hii na Kalonzo two years ago, mwaka huu kianza, tukaungana na Rigiji na tunataka tuwakishie watu wa mlima huu, watu wa Nyandarua vile umetuona hapa tukiwa watatu, na tuko timu kubwa ya wantam. Sisi hatutawachana wachana. Kasongo hatutafute asitutafute, hadi tumrudishe sugoi kule alitoka. So, huo ndio uamuzi wetu. Mmoja wetu aweze kumpeleka Kasongo nyumbani. Mkiombea familia hii mtuombee kwa hiyo safari. Sawa sawa. Wakikuyu ninyi mna mnanmalo turudi hapo hapo. Sawa sawa. Sawa sawa. Sitaki niseme kuliko, kuliko hapo hapo. Kule kwetu Western. Western. Tunapenda kutuma salamu. Naomba mniruhusu nipema materi salamu apelekee JM Kariuki. Mnanipa hiyo ruhusa? Mama ukifika huko peana salamu zetu kwa JM Kariuki. And tell JM Kariuki he will never be forgotten by this great country. And tell him the Kenya he foresaw of 10 million 10 millionaires and 10 million beggars. 50 years later, Kenya remains one of the most unequal countries we now have 10 trillionaires and 25 million beggars who live below the poverty line. One of the trillionaires, anatoka kule Sugoi. Mwaka jana aliorodheshwa kuwa the most corrupt president in the, in the whole world. Mwaka huo amerodheshwa kuwa the richest president in the whole world. He is a trillionaire in three years. Na sisi tumesema tukimwachia aingie second term, there tumrudishe Sugoi. Basi nataka nilete Kalonzo Musyoka aweze kusema nanyi na tuendelee na hii safari. Thank you excellency, please karibu, karibu.